Na bandari ya Mtwara kuwa iwe tayari kwa miundombinu, vitendea kazi na watumishi wenye weledi kwa ajili ya kutekeleza agizo hilo la Mheshimiwa Rais, kuhakikisha korosho zote za mikoa yetu hii ya Kusini zinasafirishwa kupitia bandari ya Mtwara. Ni imani yangu kubwa kuwa bandari ya Mtwara mmejipanga vyema katika kuhudumia shehena za korosho katika msimu huu wa mwaka 2025, 26 ambapo matarajio ni kwamba mnatarajia kuhudumia tani zipatazo laki saba kutoka tani laki tatu eh, na elfu arobaini na kitu za mwaka huu na za korosho ambazo mlizihudumia. Jinsi tunavyoboresha biashara ndivyo tunavyovutia biashara zaidi. Au ni yangu kwenye kwa niaba ya mkurugenzi mkuu. Tuende pamoja, Tuende pamoja. Ni katika umoja ndipo ambapo tunatatua changamoto zinazotuzunguka, ni katika umoja ndipo tunapopata suluhisho, ni katika umoja ndipo tunapoimarika. Sisi Ruvuma, kwenye jambo hili tutaendelea kukuunga mkono kuhakikisha korosho ya Ruvuma na bidhaa nyingine ambazo zinahitajika kupita kwenye bandari ya Mtwara zinaendelea kupita hapa kwa sababu tunatambua eh, mapato yanayotokana na bandari zetu yanarudi pia kufanya kazi kwenye mikoa yetu, na kwa maana hiyo tuna kila sababu ya kuliunga mkono jambo hili. Ona jinsi ambavyo bandari imekuwa ikiboresha utendaji wake mwaka hadi mwaka kama ambavyo tumeona kwamba eh, cha, kiwango cha, cha mzigo kilichosafirishwa i hiyo inaonyesha ni fursa gani ambayo soroba huu wa kusini unatoa kwa wafanyabiashara tunaamini kwamba katika msimu huu wa korosho changamoto zote ambazo zimetokea katika msimu uliopita hatutokutana nazo tena na bandari ya Mtwara itaweza pia kukidhi mahitaji ya wadau mbalimbali kama vile tulivyokubaliana katika mkutano huu. Kwa ni mkutano mzuri ambao umetupa tathmini ya misimu iliyopita hususani 2024 25, uh, baadhi ya mapungufu ambayo yalijitokeza, eh, namna ambavyo yameshatafutiwa eh, ufumbuzi, eh, tukajaribu onyesha pia maeneo ambayo tunatamani yaboreshwe zaidi. Tumepewa majibu ambayo aa, kwa kweli yanatupa picha nzuri ya msimu huu wa 2025 26.